Mahakama Kuu, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, imewahukumu adhabu ya kifo watu wawili waliovamia benki mbili za CRDB na benki ya biashara ya DCB jijini Dar es Salaam na kuua watu watatu kwa mtutu wa bunduki tukio hilo la mauaji lilitokea saa 8:40 mchana wa Desemba 8 mwaka 2015 katika eneo la Chanika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam wakati wa uvamizi wa benki hizo ambapo miongoni waliouawa ni walinzi wawili wa Suma JKT. Waliouawa wametajwa kuwa ni Ramadhan Rashid Halili na Shani Rajabu Muhammad waliokuwa walinzi wa Suma JKT katika benki ya CRDB na mtu mwingine ambaye ametajwa kuwa ni Gabriel John Ngwangai. Ingawa hukumu inatajwa waliohukumiwa ni washtakiwa ambao ni Muhammad Hassan Rajab na Rajab Ally, lakini katibu mkuu wa shura hiyo, Sheikh Ponda Issa Ponda, kupitia ukurasa wake wa Twitter amewatambulisha watu hao kuwa ni mashehe. Hukumu hiyo imetolewa Aprili 28 mwaka 2025 na Jaji Butamo Philip na nakala ya hukumu hiyo kuwekwa katika tovuti ya mahakama leo Aprili 30 mwaka 2025 ambapo jaji alimwachia huru mshtakiwa wa tatu Kulwa Athmani kwa kukosekana na ushahidi. Usikilizwaji wa kesi hiyo uliendeshwa pasipo kutaja jina la yanaoshtakiwa wa wala anwani ya makazi ambapo mashahidi wa upande wa Jamhuri walitambulishwa na mahakama kwa, kwa namba P 25, P 43, P 22, P 7, P 27, P 20, P 23 na namba P 24. Mbali na kutotajwa majina, anwani za makazi yao, lakini mashahidi hao waliotoa ushahidi wao walikuwa wamefichwa katika kizimba maalum kilichowekwa mahakamani ili kutoonekana ili kutoa utambulisho wao halisi wa sura. Shahidi wa kwanza wa Jamhuri alieleza kuwa mwaka 2016 alikuwa miongoni mwa maofisa waliokuwa katika kikosi kazi kilichoundwa kwa ajili ya kufanya upelelezo wa matukio gaidi, ambayo yalihusisha uvamizi wa benki hizo mbili. Kulingana na ushahidi huyo, marehemu katika shauli hilo waliuawa wakati wa uvamizi wa benki hizo ambazo zinatizamana, ushahidi ambao uliungwa mkono na shahidi wa pili wa Jamhuri ambaye alikuwa ofisa mfawidhi wa benki ya CRDB. Shahidi huyo alieleza kuwa benki hiyo ilikuwa na walinzi wawili wa Suma JKT, mmoja mwanamke na mwingine mwanaume, ambapo mlinzi mwanamke alipangiwa ndani ya benki na mwanaume alipangiwa nje akiwa na bunduki. Alieleza kuwa Desemba 8, mwaka 2015 saa 7:40 mchana benki yao ilivamiwa na watu wenye silaha, ambapo wakati huo alikuwa anapata chakula cha mchana karibu na ofisi yake, na wakati anasubiri aletewe chakula alisikia milio ya risasi. Milio hiyo ilikuwa inatokea uelekeo wa benki yake, ambapo alikimbilia kituo cha polisi Chanika kutoa taarifa, na alimkuta ofisa wa polisi ambaye alimfahamisha kuwa na yeye amesikia milio hiyo na ametoa taarifa kituo cha Stakishari baada ya kutoa taarifa hiyo waliongozana na maofisa huyo wa polisi hadi benki, na walipofika alikuta wafanyakazi wenzake wakiwa nje wanalia. Walieleza kuwa walinzi wote wawili walikuwa wali, wali, wali wameuawa, na akamuona Ramadhani akiwa amelala sakafuni, alikuwa amekufa na alikuwa na matoni ya damu chini ya kifua, na baadaye akamuona mlinzi mwingine Shani akiwa na majeraha kichwani akiwa naye amelala sakafuni, lakini naye alikuwa tayari ameshapoteza maisha. Shahidi wa nne ambaye ni mfanyabiashara mkazi wa Chanika alieleza kuwa Desemba 8, mwaka 2015 alisikia mlio usio wa kawaida, wakati huo akitembea umbali wa mita kama mia kutoka mahali zilizopo benki za CRDB na DCB zinazotazamana. Aliamua kusimama na kutizama nini kilikuwa kinatokea, ambapo katika kipindi kifupi alisikia milio ya risasi na akaona watu wakiwa wanakimbia pembeni ya barabara. Alimwona mtu akiwa ameshika bunduki anazuia magari yasipite. Mtu huyo alionekana akiafyatua risasi magari yaliyolazimisha kupita ili kukatisha madereva, na wakati huo yeye alikuwa umbali wa mita kumi na mbili kutoka mahali alipokuwa amesimama na akishuhudia purukushani hizo. Ni wakati huo alisikia majibizano ya risasi kati ya walinzi wa benki hizo mbili na watu hao waliokuwa na silaha, ambapo aliona gari kija kutokea benki, ambapo mtu huyo mwenye silaha alipanda alipanda na wakatokomea usikujulikana. Shahidi wa sita alieleza kuwa mmoja wa walinzi aliuawa, Ramadhan Halili alikuwa mpwa wake, ambapo usiku huo huo alipigiwa simu na uongozi wa Suma JKT na alikwenda siku iliyofuata kujulishwa kuwa rasmi kuuawa kwa mpwa wake. Kwa upande wake, shahidi wa nane ambaye ni afisa wa polisi alikuwa akifanya kazi katika kituo cha Stakishari katika idara ya upelelezi ambapo alishiriki katika shughuli ya uchunguzi wa miili ya walinzi hao uliofanywa na daktari ili kubaini chanzo cha kifo hicho. Baadaye alikwenda kumwona Gabriel Ngwangai ambaye alikuwa amelazwa hospitali akiwa na majeraha ya risasi, na kusema hata hivyo baadaye naye alifariki kutokana na majeraha mabaya ya risasi aliyopata. Katika utetezi wao Washtakiwa wote hawakuwa na ubishi kuwa marehemu wote watatu hawakufa kifo cha kawaida, lakini walidai kuwa kamwe hawakushiriki kwa namna yoyote ile na tukio hilo la CRDB na DCB walikuwa wafahamu lolote akichambua ushahidi wa pande zote mbili, Jaji Philip alisema ameridhika na ushahidi uliotolewa na ushahidi wa upande wa mashtaka kuwa marehemu waliotajwa waliuawa kwa kupigwa risasi katika uvamizi wa CRDB na DCB nanuku nimeuzingatia ushahidi wa upande wa utetezi. Hata hivyo, hata ushahidi huo haujaleta mashtaka yoyote kuwa marehemu waliuawa kwa kupigwa risasi wakati wa uvamizi wa benki mbili, hivyo hawakufa kifo cha kawaida, alisema jaji. Katika kuthibitisha kuwa ni washtakiwa ndio walihusika, jaji alirejea ushahidi wa mashahidi wa kwanza aliyetoa shahidi kuwa Juni 13 mwaka 2015 akiwa kituo cha polisi Tazara alipata taarifa ficha kuwa mmoja alioshiriki ni Mohamed Hassan. Taarifa hii inaendelea basi endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa undani zaidi.